Yule jamaa alisema mapenzi siyo ndo kila kitu, sio kweli, hicho kitu mimi nakikatalia. Huwezi kupinga namna hiyo. Pumbavu sana wewe. Mtazamaji uh, tulikuwa mtaani hapa, kulikuwa kuna mjadala mkubwa hapa uh, watu walikuwa wanaelezea kuhusu hela na, na mapenzi ya ukweli. Tunaanza na huyu hapa alafu tunakuja tunamalizia na huyu hapa alafu utuambie nani ambaye atakuwa ametisha haina usamani juu ya penzi eh, kitu kimoja, utakapoweza kutumia pesa kwa kuhonga, hilo sio penzi la kweli, ila penzi la kweli lakini pesa hazijanisaidia kitu juu ya mpenzi wangu. Mimi na nijivunia pesa kuliko mpenzi, lakini baada ya kuachana naye, labda baada ya kuondoka yeye, ndio nikajua kwamba zile pesa hazikuwa na thamani tena kwangu. Unajitaka ujitaki, nikumalize. Asalamu alaykum Waislamu, Bwana Yesu asifiwe wa Kristo eh, kwa majina anaitwa Saidi Mkwazu. Kwanza kama ana akili timamu Ayuanda. Yule jamaa yule jamaa alisema mapenzi siyo ndo, ndo ndo kila kitu. Sio kweli hicho kitu, mimi nakikatalia huwezi kupinga namna hiyo, pumbavu sana wewe eh. Moja yani ni pesa, pesa itakufanya uishi maisha starehe, pesa itakufanya wewe kila mtu akuheshimu, pesa itakupa heshima. Kwa hilo mi bwana pale nimelikatalia hilo. Ndugu yangu alisema bwana pesa na ni mwanamke ndo kila kitu, mimi nimekataa kabisa, katu katu mi naamini pesa ndo kila kitu, alafu mwanamke ndo anafata. Ayapo, mi naishia hapo mjadala wangu kwa leo, ndugu zangu video